Nia yangu ya kuanzisha liji hii kwanza, ni kuleta uwiano katika vijana wa community. Pili, kuwapatia platform, manake tunaona kuna wastage ya talent within the community. Vijana wengi wanakaa mwisho wa kuisha talanta inapotea kwa sababu hakuna platform. Pili, tatu, kwa kuwa ni msimu wa Christmas, tumeamua tulete vijana pamoja, tujumuike kwa furaha, ili tukaribishe Christmas yetu kwa kicheko, kwa upendo na kuzidisha uh, harmony within the community. Kilio changu ni kwa vijana wengi wajitokeze, wenye talanta, maana platform kama hii tunaleta talanta nyingi tofauti, ikiwemo wasanii. Wajitokeze, waje wa perform, wazidi kuonekana. Na kwa kweli, kufikia sasa wasanii wengi wamejitokeza, wame perform, tumewapatia platform, wameonekana. Na iwapo tutaleta michuano mingi na tutazidi kuwapatia vijana wetu platform zaidi, waweze kuonekana mara kwa mara. Labda mtu wako kwa jamii hasa mheshimiwa sana, ili kwa kweli tumeona kwa jamii yetu hususan Portrizwan, uh, watu wames, wamesaulika na uongozi. Tunaona kwamba mwakilishi wadi ni sauti ya jamii, sauti ya watu wake wa wadi, lakini viongozi hawakuji chini kwa ground wakashika vijana na wakashika wazee kujua kilio gani wako nacho. Raundi hii tunasema itawezekana kwamba tujumuike na community tuweze kutatua shida zao. Mimi naamini, mimi si Mwenyezi Mungu, lakini nia yangu ni kusikiliza watu na kuhakikisha kilio chao kimesikika. Nia yangu kuleta community pamoja na kuhakikisha kwamba sauti yao ni sauti yangu na yangu itakuwa sauti yao katika bunge la kaunti inshallah 2027. Na si vijana na wazee wale wa kwa hii wadi yetu waliojisajili nje ya wadi yetu, wajitokeze waje, wa register upya tena wa ku included wa counted katika wadi yetu, na wale vijana ambao hawana kura wajitokeze raundi hii. Tumesema vijana, youth for youth Kijana shikilia kijana mwenzake, lazima na sisi tupewe nafasi, lazima na sisi tuonyeshe na ujasiri katika uongozi wetu, na inshallah 2027 tutakuwa katika debe, na nia yetu kuleta mabadiliko tofauti. Tumeshukuru. Tumeangalia huyu kijana wetu Denis mwalimu, tumweke karibu na sisi, ili sisi kama wamama, hata wakina jamii, tupate viongozi bora ambao naweza tuangalia sisi kama jamii, kwa sababu viongozi tuna viongozi ambao tunawapeleka tunawapeleka, lakini sisi tunabaki pale pale, hatupati mazuri wala, yani kila kitu ikija hatuwezi pata mazuri. Mazuri inaenda huko kwao, lakini sisi bado tunabaki pale pale. Ndio maana sasa hivi tuliamua tumshike huyu kijana wetu mkono, tuone kama anaweza kuleta mabadiliko na tuna Tuko na ukweli Denis mwalimu anaweza kuleta mabadiliko, kwa sababu hata saa hii hajaingia kwa hiyo kiti, na tunaona ameshika watoto wetu wameleta wa mpira wanacheza, wameweka kwa pamoja, ili watoto wasiingie kwa madaraji, wasiingie kwa tabia mbaya mtaani. Ndio maana tunaona tumshikie mkono, tumweke karibu. Mungu akipenda, tukifika 2027 Mungu amjalie akalie hiyo kiti, tupate mabadiliko.